Tabora, karibu Toronto lakini tu waombe wa Watanzania wengine watambue kwamba jamii ya walemavu bado ipo na inahitaji msaada wao, msaada wa mavazi, msaada wa chakula, msaada wa kupata elimu, kupata matibabu. Hizo mm, zote ni haki za muhimu sana kwa ajili ya watu wenye ulemavu kwa zaidi ya miaka kumi na nne sasa binti huyu Mwadawa Sudi ya haya kutoka kata ya Nsololo, wilaya ya Uyui, mkoani Tabora, amekuwa akiishi ndani ya beseni hili kutokana na aina ya ulemavu alionao, na sasa nuru ya matumaini inaanza kuonekana na kung'ara ndani ya familia hii baada ya wasamaria wema kuchangia kiasi cha zaidi ya shilingi laki tano na elfu hamsini kwa ajili ya ununuzi wa kiti hiki. Kwa jina naitwa sikujua Elosi. Napenda kuwashukuru watanzania wote pamoja na, na kanisa la Anglikana na kwa msaada yaliyonisaidia kumletea mwanangu kiti, maana sikutegemea nitapata nanilii msaada kama huu, kwa hali niliyokuwa nayo, ilikuwa hali siyo nzuri sana. Upatikanaji wa kiti hiki ni kufuatia kutolewa kwa taarifa za binti huyu na kituo cha Toronto Online TV mapema mwezi Oktoba 2024 ningependa kutoa shukrani zangu nyingi sana Mwenyezi Mungu awabariki wa eh, sina cha kuwalipa eh, hata mimi mwenyewe nimefarijika kuona kwamba kumbe nyuma yangu kuna watu ambao wanaweza kunisaidia na wamenisaidia kwa hakika. Upendo na usamaria mwema mkubwa uliofanywa na jamii hii ya mkoa wa Tabora kwa familia ya Mwadawa unapaswa kuigwa na wale wote wenye mapenzi mema kwa jamii yenye mahitaji maalum bila kujali dini, rangi na kabila ya familia husika. Kwa jina naitwa Mwalimu Yurik Kambishe Justin. E, ni mwalimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Leo hii tumepata kiti kwa ajili ya mwanafunzi wetu <coughs> Mwadawa Sudi ya haya ambaye amekaa kwenye beseni tangia azaliwe akiwa mpaka sasa na miaka kumi na nne, lakini pia ni washukuru wahisani wote ambao walichangia na sasa Mwadawa amepata kiti, lakini pia niwashukuru pia wilaya Uyui, mkurugenzi wetu, pia nimshukuru eh, afisa wetu elimu maalum kwa michango yao na jitihada zao walizofanya, na sasa tumepata hiki kiti. Lakini pia tuwashukuru wale wahisani waliotupatia kile kiti cha mwanzo ambacho hakikumfaa Mwadawa kulingana na ushauri wa madaktari wa Kitete, kitengo cha utengamao. Hiki ndio kiti walichokishauri kinachomfaa Mwadawa. Hivyo basi waisani na Watanzania waliochanga kwa ajili ya Mwadawa kimefikia kile kiti ambacho waisani au ule muisani wetu alituletea kwa ajili ya Mwadawa, atakwenda kupatiwa mwanafunzi wetu mwingine Rahimu Isa ambaye ana ulemavu wa viungo kwa Nsororo. Tayari tumeshawasaidia watoto wawili kupitia kanisa la Anglikana, Mwadawa pamoja na huyo mwanafunzi ambaye ni Rahim anaenda kupatiwa kile kiti ambacho misani wetu walitupatia mwanzo. Kwa macho ya nyama ukiitizama familia hii ni wazi kuwa hawaamini hiki kinachotokea mahali hapa, kwani kilio chao cha muda mrefu sasa kimefikia tamati ya hali ya huzuni. Mwanangu alikuwa hawezi kwenda shule, hamna kitu cha kusalia kutembelea, lakini kwa sasa amepata kiti, anaweza kwenda shule, anaweza kwenda kusoma na wenzie sana Watanzania na kanisa wa wachungaji wote, Mungu awabariki sana, awazidishie imani, muwe na imani zaidi ya hiyo. Kipekee tunatoa shukrani za dhati kwa wote walioguswa na tatizo hili la Mwadawa na kuchangia kwa moyo bila kujali uwezo wa kifedha walionao, na sasa ndoto yetu ya kumtoa Mwadawa kwenye beseni na kumweka juu ya kiti hiki imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Umeanza kufanya kazi hii tangu mwezi wa nane na tumeona matokeo makubwa mengi. Na tokeo la kwanza ambalo tunamshukuru sana Mungu ni kuona jamii nzima ambazo imeweza kuunganika katika hali ya kusaidia watu wenye mahitaji maalum, yaani walemavu, na tumeona ambavyo watu mbalimbali wamejitoa kwa ajili ya kununua kitimwendo kwa ajili ya binti huyu Mwadawa. Tulimkuta akikaa katika beseni kwa miaka kumi na nne tangu alipozaliwa, na wazazi wake wamekuwa na huzuni kama ambavyo mama ameeleza, lakini hatimaye kwa kuwahusisha Watanzania mbalimbali wameweza kuchanga michango yao na tukaweza kupata kitimwendo. Shukrani nyingi sana ziwaendee na zaidi sana Mungu awabariki pewa. Lakini tu lakini tuwaombe Watanzania wengine watambue kwamba jamii ya walemavu bado ipo na inahitaji msaada wao, msaada wa mavazi, msaada wa chakula, msaada wa kupata elimu, kupata matibabu, mm, hizo -hmm, zote ni haki za muhimu sana kwa ajili ya watu wenye ulemavu, na tukifanya hivyo Mungu atatubariki sana.